Sema tumtafutie mtaalamu wa akili, yupo kwenye kiwango cha kawaida. Na kwa kuwa sisi wanasimba wengi tunafahamu ubora na kipaji alichokuwa nacho Budo, ndio maana kuna wakati tunaweza kulalamika <laughs> mi nadhani tukuchukue wewe, kwa sababu wewe ndo mtu wa kwanza eh, kugundua kwamba budo hayuko sawa kisaikolojia. Wewe ndo mtu wa kwanza hasa, mi nadhani tukuchukue wewe uka eh? Mwanangu Lugano. Lugano ise <laughs> ndo mtu wa kwanza kudiscover ya kwamba budu hayuko sawa kisaikolojia. Sasa tukuchukue wewe mtaalam ukamsaidie budu, sababu wewe umeshagundua kama hayuko sawa. Yote kwa yote ni kwamba uh, anatimiza kile ambacho mwalimu anamtuma na ukiangalia leo amecheza kwa dakika tisini. Maana yake ni kwamba kile ambacho mwalimu alihitaji Joshua mutale SDR akifanye amekitimiza, ndio maana hakuweza kumtoa. Kama angekuwa hatimizi majukumu yake, naamini mwalimu angemtoa otherwise. Eh, tupate nafasi siku moja tumuulize mwalimu fadlu pengine yeye ana jicho la tofauti na mashabiki wengi ambao wanaliona pengine, yeye kuna namna ambavyo wanamtazama Joshua Mutale ya kwamba anatimiza majukumu yake au la kwa hiyo kwa mimi niseme tu kwamba kwa kuwa mwalimu hakumfanyia mabadiliko, tafsiri yake ni kwamba ameridhishwa na kiwango chake. Kama kuna lolote mwalimu fadlo utakuja kumuuliza siku moja, mwalimu una mreti vipi ama una komenti gani kwa mchezaji fulani fulani na... so, so langu la msingi hujanijibu, lipi leo, kama Simba mna mtaalamu wa psychology au hakuna? Hatuna mtu mwenye matatizo ya akili, kwa hiyo hatuna sababu ya kuwa na mtaalamu wa psychology. Kwa <Glalala> hiyo makosa yote ambayo Budo alikuwa anayafanya ni kama mwalimu ndivyo alivyokuwa amemwagiza akafanya, sababu hata mashabiki walikuwa anashuhudia hicho kitu ambacho kinafanyika. Amefanya makosa ni mengi sana ambayo unaweza kaona kama ni mtu ambaye kichwani hayuko sawa sawa. Kwa hiyo <Glalala> umeshagundua kama Budo hayuko sawa sawa. Mimi naona yuko sawa, ni vile ambavyo Budo mlikuwa mnamtarajia kabla kipindi a eh ajaonesha ule ubora ambao sisi wanasimba Simba tunamjua, lakini hayupo kwenye kiwango kibaya sana cha kusema tumtafutie mtaalamu wa akili. Yupo kwenye kiwango cha kawaida, na kwa kuwa sisi wanasimba wengi tunafahamu ubora na kipaji alichokuwa nacho Budo, ndio maana kuna wakati tunaweza kulalamika, lakini kiuhalisia ni kwamba kiwango alichokuwa nacho anahitaji sapoti kidogo ya kuongeza, ili afikie kwenye ule ubora ambao sisi wanasimba tunajua budo ni bora kwenye eneo hilo.